Komesa, soko la pamoja la mashariki na kusini mwa Afrika, jumuiya ya kiuchumi ya kikanda iliyoanzishwa mwaka wa elfu moja mia kenda tisini na nne ili kukuza ushirikiano wa kikanda, amani na usalama miongoni mwa nchi wanachama 21. Lengo lake kuu ni kuunda eneo kubwa iliyounganishwa kiuchumi na kibiashara ili kuendeleza rasilimali asili na watu kwa manufaa ya pamoja ya watu wake. Ningependa nizungumze na wafanyabiashara wa kaunti hii ya Bomet. Je, wamenufaika kwa njia gani kupitia umoja huu wa kibiashara? So kwa majina mimi uh, naitwa Ruth Jepkemboi Kisorio and I am an entrepreneur. Ninafanya biashara ya hospitality industry hapa Bomet County, na tunashukuru sana because kuna mambo ya COMESA. Tunafaa kukuwa na projects, tunafaa kukuwa na interventions ambazo tuna discuss hizi vitu because unapata place kama hapa Bomet. Hatuna watu wengi, wanaogopa kufanya biashara. Biashara ziko nyingi, but watu wengi wanaogopa kufanya biashara kwa sababu hawaelewi kwanza, because biashara, you will have to fall, you will have to stand, so hawaelewi Daraweta. So wakielewa mambo ya COMESA, tutaweza kuona biashara inaongezeka, jobs zitakuwa created na watu wengi watakuwa tutapunguza mambo ya uh, poverty in our country. Kwa majina naitwa Patrick Derito, mwanabiashara hapa Bomet Town, na kulingana na mambo ya komesa naweza sema eh, serikali inafaa ikue isaidie wananchi especially wanabiashara kuelewa zile standards zenye wanafaa wafikishe ndio wauze hizo vitu zao zenye wako nazo Kenya ama vitu zenye isikue ati unanunua kitu alafu ikifika Kenya inakuwa ni counterfeit, na bado taxes watuchunga sana saidi ya taxes wenye tuna import vitu isikuje tena ikikuwa huku inakuwa ni ngumu sana kufanya biashara nayo. I'm Leonard Langat Kitur, the chairman of Chamber of Commerce, Pomet Chapter.

Asante sana ni Mrutabu. Tunapozungumzia swala zima la muungano wa COMESA, uh, kuweka swala hili kwenye mizani, jinsi ya kuendeza biashara uh, chini ya soko hilo uh, wanapoadhimisha miaka 30 i tangia wasisi wake ifama uh, muungano wa COMESA una makao makuu Uh, Lusaka, Zambia, uh, taifa la Kenya likiwa mojawapo ya mataifa wanachama uh, wanahudumu chini ya uh, muungano huo. Tunasema na wafanyi biashara kutoka uh, gatuzi la Samburu kama kweli wanafahamu jinsi ya kuendesha biashara chini ya muungano huo wa komesa. Tuanze nawe, kama kijana ambaye unaendeleza biashara. Je, unafahamu jinsi ya kuendeleza biashara uh, chini ya muungano wa komesa. Na kama, yeah. Jee, uh, wa komesa. Uh, kama sivyo, ungependa nini kufanyika uh, tungependa hii kampuni inaitwa komesa sisi kama vijana wenye tunafanya biashara ndogo ndogo tungependa kuhamasishwa kujua ya kwamba vile tunaweza jiinua, kama hiyo Komesa inaweza tusaidia sisi kama vijana, ili tuweze kujisaidia pia sisi, kwa sababu tunaweza ingia kwa hiyo Komesa tungeweza kusaidika zaidi. Asante. Jongea eh, hapa ndugu yangu, tutaweza kutuambia, umekuepo kwenye biashara kwa miaka mingi sana, wewe binafsi kama unapozungumza kama mfanyi biashara wafanya biashara wa taifa hili mmefaidi kivyo vyote na muungano uh, wa COMESA. Naam, kwanza ningependa kusema ya kwamba uh, si wanabiashara wengi wanaelewa kuhusu COMESA. Kwa, kwa mfano kama mimi sijui, na ionanga tu kwa mitandao ama kwa vitabu ama kwa, uh, lakini hasa kwa ground hatujaelewa uh, COMESA hasa ni nini. So sisi kama wanabiashara ingawaje hata kama labda wanabiashara wadogo wadogo tungependa hasa kujua COMESA inahusu nini. Naam. Naam, uh, asante. Wacha tuseme na ndugu yangu hapa. Je, unafahamu sera za kuendesha biashara chini ya muungano wa COMESA kama mfanyabiashara na kama Mkenya? Yes. Uh, <coughs> biashara ya COMESA inakuwa ni nzuri kwa sababu ukijaribu kuangalia saa hizi bei ya vitu zenye kwa tauni za mpakani na tauni zetu hapa hivi unapata iko na tofauti kubwa sana utapata pa, uh, mahali kama Moyale ama Ileret, sukari ni bei rahisi kuliko wapi? Kuliko hapa hivi. So tungeomba serikali ifungue mipaka yote, iashilie hizo vitu za Komesa ziingie tuone kama bei ya vitu zitateremka hapa chini, kwa sababu uchumi imekuwa mbaya. Na ungependekeza nini kufanyika kuona kwamba wafanyabiashara wanapata ufahamu wa soko hili ama muungano huu wa Komesa? hmm. wapewe kibali kuagiza vitu kwa mpaka yoyote, isikuwe ni mpaka mmoja tu, mpaka yote serikali ifungue na iwapatie wafanyabiashara leseni ya kuagiza vitu ya COMESA. Je, unadhani kwamba serikali imefanya uh, kila juhudi kuhakikisha kwamba wafanyi biashara wa taifa hili wanafahamu muungano wa COMESA na jinsi unavyofanya kazi? Hapana, ningeomba serikali ijaribu kuelimisha watu sana umuhimu ya kutumia soko la COMESA. Uh, Nimro Tabu, ndio kauli ambazo zimeibuliwa na wafanyabiashara kutoka Gatuzi la Samburu kuhusia muungano wa COMESA uh, wanapoadhimisha miaka 30 tangia uasisi wake uh, muungano huo ukiwa na makao makuu Lusaka, Zambia uh, taifa la Kenya likiwa mwanachama. Masuala ambayo wanataka kutekeleza ni kwamba serikali kutia juhudi kukaza kamba kuhakikisha kwamba wafanya biashara wa taifa hili wanafahamishwa, wanahamasishwa kuhusu umuhimu wa soko hili, ili wakaweze kuendeleza biashara chini ya muungano wa COMESA na hata kuweza kufaidi kwa pakubwa. Niruhusu nitie kikomo. Bonfas Barasa akiripoti kutoka kaunti ya Samburu. Bado nikeli na wangu na wangu na, pengine kwa sababu ya muda, niwape dakika moja unusu kila mmoja, lakini nifululize na swali hili kwamba kama tulivyomsikia katibu, ni kwamba ndio mataifa yana nia ya kufanya biashara kwa pamoja, lakini ikiwa tutaendelea kuwekeana vikwazo, hamoni kwamba ni kazi bure, basi hata kuwa na kongamano kama hili, ikiwa viongozi wadau wataondoka hapa na vikwazo bado vikelipo, hasa katika sehemu za nyanjani au katika sehemu za uh, mipakani. Nianze naye mzee wetu uh, Bwana Wanjoy, weza, weza kusongeza uh, kipaza sauti. Asante na Bwana Nimrod na chaka na tu peke yangu, sababu yale yanatajiwa pale ni ya ukweli kabisa, na kwamba watu hawana ufahamu hasa ni njani, hawajui hawajui. Unajua niwaambia PS, nafikiri kipaza sauti mezima weza kufinya, kuna sehemu ya okay. eh, yale niliyataja bereni. Whatever I mentioned is that kama sasa wakati serikali ikiwa ndani ya COMESA kama maneno itaendelea, wananchi wanatarajia ama wenye biashara wanatarajia, eh, bei ya bidhaa

b Asante. Yes. Asante. Uh, Bwana Martin, eh, kuna maana yoyote wakati tunapoondoa pengine visa ya kusafiria nchi jirani na kadhalika, lakini utakuta kwamba kwa sababu wewe unataka kwenda kufanya biashara unakuta kuna gharama nyingine imeongezwa katika biashara? Ndiyo, umeondolewa gharama ya kulipa visa, lakini kuna ushuru mwingine ambao unajikuta katika kufanya biashara ya uuzaji ama uingizaji ina maana yoyote? Haina maana kwa sababu hii ni shida yenye tunajipata, kwamba kwa watu wanakuwa wachoyo na nchi zinakuwa choyo na ile uh, taswira ya wivu kwamba, na, na, naona ndugu yangu anaendelea namwekea e, zile tunaita zingine non-tariff barriers. Lakini cha muhimu kwa, ku, ku, kuongea kwamba ningetaka kusema kwamba Bwana Nimrod, kongamano la COMESA ni mzuri sana na likifanyika, na tunaelewa kwamba kila nchi yenye imeendelea duniani, wacha sasa Afrika, utapata kwamba kitu ya kwanza iko na idadi kubwa ya watu ndio waweze kufanya biashara ya ndani kwa ndani, ndo wajimudu wa, wa vitu zao zenye wanatengeneza. Kwangu ningetaka wa, kulai serikali kwamba hatutaendelea kama hatuta kuwa na sisi wenyewe tuseme. Ndio kuna shida za nchi zingine, mahali tunapeleka vitu zetu, kuna hizo shida, lakini kwetu tumecreate ile tunaita efficiency. Tumewezesha watu wetu kuproduce hizi vitu tuna produce na na bei yenye is very competitive. Uko mbele tumeweza kuweka kwamba mipaka tuseme kwamba ndio bagari zetu kwenda nje zinakuwa na laini mrefu, niulize kwamba zenye zinaingia kutoka nje kwetu, tumefanya tumesahihisha kwamba wanaingia haraka, kwamba tunaweza wauliza bona za kwetu zikakuwa refu na za kuingia sisi kwetu tumetengeneza. Kwa hivyo lazima serikali ichukue ile nilikuwa nataka kuambia uh, uh, PS watengeneze uh, department inaitwa efficiency, kwamba si si watu tu si sheria tuko nazo hata, unajua, hata kwa hizi leo kuna corruption kubwa sana nchi, lakini hakuna sheria yenye inaruhusu corruption na. Tuko nazo lakini software ile, tunasema This is a national importance business. tuko na deficit, trade deficit ya 390 billion na. Kwa hii nchi 390 billion ni ile pesa tunapatia county kila mwaka mm -hmm. Tukiweza ku, ku, kuambia watu wetu, kuna watu wengi sana ni mrod apa industrial area huku viwandani, huku nyumbani, wanafanya kazi zingine si za maana sana, lakini ile nguvu na pesa wanatumia no. wangekuwa na hii information yenye mzee anasema saa hii wange translate tu kwa viwanda. Kwa hivyo we disseminate information no. kwa lugha yenye itaeleweka, alafu tufanye mikakati watu wetu wafanye biashara. Mimi Kirinyaga inaweza feed hii nation tukipata hiyo information, i know that for sure. Asante sana bwana Seroni, kitu kinachoturudisha nyuma kama ulimwengu ni teknolojia Yes, hatuikumbatii haraka, iwe ni wakulima, iwe ni wafanyi biashara, na zaidi iwe ni Wakenya. Yes. No. Yeah. kwa kweli hilo ni swali mzuri sana bwana Nimrod, wacha niguzie mambo ya vijana youth na, na women. Kwa hiyo swali i think, mambo ya teknolojia sasa, kwa hii common market ya COMESA iko na watu I, i believe ni karibu 400 million no. Hiyo yeah, ni market kubwa sana yeah. Kwa kibiashara hiyo watu wenye wamekuja pamoja hivyo hiyo ni soko kubwa sana no. Na la kwanza hapo hivyo ni, ni kwamba kwa hiyo soko, kuna kuna hiyo mambo ya free tariff, free, you know, free trade lakini li, lile kitu tunafaa tu, tu, tuchangamkie tu sana ni mambo ya movement of goods sasa, logistics sasa hapo hivyo iko na shida sana Sa. Namba ya, nambari ya pili kwamba ni kwa, kwa vijana sasa hapo hivyo inawapea ruhusa ama inawapea nafasi ino, kama ule kijana mwenye alikuwa anaeleza saizi pale hivyo kwa I think Bometa ama Samburu no. Aliuliza, aliuliza hii kitu ya COMESA itanisaidia vipi kwa vijana, especially kwa upande wa kahawa, hapo hivyo anaweza jifunza mambo ya ubarista no anaweza jifunza mambo ya ku roasting ama ku, ku, ku, kuchoma kahawa na, na pia anaweza jifunza, anaweza kuwa pia exporter kama mimi uh -huh. na pia hapo hivyo pia anaweza shirikiana na wadau kama Michel Coats ama AGL pia kwa ku, kuilete mzigo huku uh, ndani na pia kuipeleka mzigo outside. Asante. Ne, la mwisho Asante, la mwisho Mr. ne, Nimrod ni kwamba pia hapo hivyo ukiangalia, kwa, kwa value chain ya kawa ni pakubwa sana. Asante. Itawasaidia especially kwa hizo, kwa, kwa upande wa chini hapo hivyo, kwa roasting na pia kufanya mambo ya branding. Ukifanya, ukiongeza mambo ya branding hapo hivyo ya kuna, yeah, value addition kuna issue ya graphic design na nini, hizo ni kazi tuna rafiki yangu yes. yes. sina muda zaidi yes. naambua nifunge kwa sababu tunaelekea katika uh, matangazo ya kibiashara na vilevile taarifa pia. Bwana Njenga anasema, nasema asante. bila shaka tutafanya kazi hii wakati mwingine, Bwana Seroney, Bwana Martin Chomba, mzee wangu Bwana Wanjoi, anasema asante. na pia tunamshukuru katibu kwa kufanya muda kuwa pamoja nasi akatuwezesha aka kuelewa maswala kuhusiana na biashara ndani ya muungano wa COMESA. tutafanya kazi hii tena Jumatatu ijayo ndani ya Ukumbi lakini kwa sasa, taarifa zetu za sasa mapya <muchos>